Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii kila siku, lakini bado maisha yao hayabadiliki, kwa sababu bidii peke yake haitoshi kuleta mafanikio. Tatizo kubwa si kufanya kazi, bali ni kufanya kazi bila mwelekeo sahihi na bila malengo ya muda mrefu. Jamii na mfumo wa elimu vimewazoeza watu kuwa wafanyakazi wanaotegemea mshahara, badala ya kuwajenga wafikirie kama wamiliki wa mifumo na vyanzo vya kipato. Matokeo yake ni watu kufanya kazi kwa muda mrefu lakini wakiendelea kutegemea chanzo kimoja cha kipato ambacho hakiwezi kubadilisha maisha. Katika mjadala huu unatazama makala hii kupitia MJAWIRI Growth Agency, jukwaa linalojikita katika kutoa elimu ya biashara, fedha, mindset na maendeleo binafsi kwa vitendo. Lengo letu ni kukuamsha kifikra, kukupa maarifa sahihi na kukuonyesha njia za kujijenga kiuchumi katika mazingira halisi ya maisha yetu. Kama unathamini aina hii ya elimu, hakikisha una subscribe kwenye channel hii, bonyeza like kuonyesha umefaidika, na usisite kushare video hii kwa watu unaowajali, ili na wao wapate mwanga huu muhimu. Zaidi ya hapo, matumizi mabaya ya fedha huchangia sana umaskini. Pesa inapopatikana hutumika bila mpango, bila akiba wala uwekezaji, hivyo inaishia kuwanufaisha wengine zaidi kuliko mwenyewe. Watu wengi pia hawajiongezi thamani kwa kujifunza ujuzi mpya, jambo linalofanya kipato chao kibaki kile kile kwa miaka mingi. Dunia hailipi juhudi pekee, inalipa thamani, na kama thamani yako haiongezeki, basi kipato chako hakiwezi kuongezeka. Woga wa mabadiliko kuogopa kushindwa pamoja na mazingira na marafiki wasiochochea maendeleo huwafanya watu wabaki sehemu moja licha ya bidii kubwa wanaoifanya. Ili bidii ianze kuleta matokeo halisi, mabadiliko lazima yaanze akilini. Mafanikio huanza kwenye fikra kabla hayajaonekana kwenye fedha. Ni muhimu kuwa na malengo ya kifedha, mpango wa matumizi, nidhamu ya akiba na mwelekeo wa uwekezaji, badala ya kufanya kazi kwa bidii tu. Mtu anatakiwa afanye kazi kwa akili kwa kuongeza thamani yake kupitia kujifunza ujuzi unaohitajika sokoni na kwa kuunda vyanzo zaidi ya kimoja cha kipato. Pia kuzungukwa na watu wenye mawazo chanya ya maendeleo na kuchukua hatua ndogo ndogo bila kuogopa kushindwa ndiko kunakobadilisha mwelekeo wa maisha. Kwa kumalizia, Mjawiri Growth Agency itaendelea kukuletea makala zenye kufungua macho, kukupa maarifa ya kweli kuhusu biashara, fedha na mafanikio ya maisha. Kama unathamini aina hii ya elimu, hakikisha una subscribe kwenye channel hii, bonyeza like kuonyesha umefaidika, na usisite kushare video hii kwa watu unaowajali, ili na wao wapate mwanga huu muhimu.